Wakati ulimwengu ukiadhimisha siku ya UKIMWI duniani, Umoja wa Mataifa umesema bado inawezekana kufikisha mwisho wa janga hilo ifikapo mwaka wa elfu mbili na thelathini lakini endapo tu jamii za huduma katika mazingira ya vijijini zitaimarishwa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na virusi vya UKIMWI, UNAIDS, limetoa ripoti mpya kuhusu hali ya mapambano dhidi ya virusi vya UKIMWI duniani ikionyesha jinsi uhaba wa fedha ulivyoathiri huduma ya kuzuia VVU duniani. Leonard Mubali wa Idhaa ya Kiswahili ya Afrika amefanya mahojiano na Winner Magere anayeishi na virusi vya UKIMWI kwa miaka mingi. Nakumbuka mara ya kwanza kabisa napokea taarifa ya kwamba naishi na virusi vya UKIMWI ilikuwa ni mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa wakati ule wa msiba wa baba wa taifa, ndo kipindi ambacho mi nilijua ya kwamba nimeathirika. Nakumbuka haikuwa rahisi kwanza kwenda kupima ni kwa sababu kipindi kile hakukuwa na elimu kama ilivyokuwa leo, waelimishaji walikuwa hawapo. Nakumbuka mtu ambaye alijitokeza kama mwelimishaji na mhamasishaji alikuwa ni mama Teli. Huyo ndo ambaye ungeweza kumsikia kupitia vyombo vya habari na kumbuka wakati ule hakukuwa na mitandao uh, mitanda mitanda ya kijamii kama vile Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook na mitandao mingine Twitter, mitandao ambayo leo ni X ya kijamii. Kwa hiyo elimu na maarifa ilikuwa ni ndogo sana. Watu walikuwa kufikiwa na elimu ilikuwa ni, uh, ni kidogo sana, japo vyombo vya habari vilikuwa, uh, vikipiga sana kelele. Wasanii kupitia nyimbo zao walikuwa wakijitahidi sana kuelimisha, lakini ndio hivyo, bado elimu ilikuwa haijawa kubwa sana na hasa hasa elimu inayohusu masuala ya HIV na ukimwi. Elimu iliyokuwepo kwa wakati ule ilikuwa ni elimu ambayo naweza nikasema ndani yake ilikuwa imebeba hofu, elimu ambayo ndani yake ilikuwa imebeba vitisho. Aa, kila mtu alikuwa anajua kabisa ukipata ukimwi ni kifo, hakuna kitu kingine tena ambacho naweza kusubiri. Watu waliacha kazi, wengine waliacha biashara, wako waliokunywa sumu, waliomeza vidonge wakajiua, wapo waliojinyonga baada ya kuambiwa tu wanaishi na virusi vya ukimwi. Nakumbuka ndo kipindi ambacho hata mtu ulikuwa ukiliona ile bango la Angaza uh, unakimbia. Unahisi kama unaweza kuambukizwa. Kwa wakati napata hizi taarifa uh, kwa kweli hali yangu ilikuwa mbaya mbaya mbaya mbaya zaidi, naweza kusema hivyo. Kwanza nilikuwa bado mdogo mimi, nimepata ukimwi nikiwa na miaka kama takriban 18, e, nimepata nimepata ukimwi nikiwa mdogo sana. Kwa hiyo hata ule uelewa wangu ulikuwa bado ni mdogo. Sikuwa na upana wa maarifa kama ilivyo leo ko nili, nijisikia vibaya sana na mimi mwenyewe pia nilinusulika hata kufa kwa sababu tu ya kuambiwa naishi na virusi vya UKIMWI, na nakumbuka ndio jambo ambalo linipelekea pia hata kujiingiza kwenye matumizi mabaya ya uraibu wa madawa ya kulevya. Baadhi ya mashirika ya kimataifa hivi sasa yamesitisha utoaji wa fedha kwa ajili ya ununuzi wa dawa za kufubaza virusi vya UKIMWI na hata miradi mbalimbali mbali inayohusiana na masuala ya UKIMWI na serikali zilizo nyingi katika nchi hizi za Afrika zinahitaji misaada tu kuendesha ama kuhudumia watu hao ambao wapo katika mazingira hayo. Hilo unapolisikia, unapata mashaka yoyote ya, ni kweli kusitishwa kwa misaada uh, kutoka katika mashirika mbalimbali ya kimataifa ambayo yalikuwa yanasaidia kuweza kufadhili hasa hasa ile swala la uh, tatizo la HIV kwa nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania, uh, ukweli linatupa mashaka uh, ukizingatia asilimia kubwa wao ndio tulikuwa tunawategemea kama sehemu ya kuweza kutusaidia sisi kuweza kupata hizi dawa lakini pia na huduma mbalimbali. Utaona kwa sasa kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa kupitia shirika la UNAIDS ambayo imetolewa kule Geneva, Uswizi inazungumza na kusema kwamba mashirika takribani asilimia sitini yamefungwa e, mataifa mbali, mashirika ambayo yalikuwa yanasaidia katika uelimishaji yanasaidia katika masuala ya tiba katika masuala ya afya yamefungwa na yamesitisha shughuli zake kutokana na huu ufadhili ambao umesimamishwa, na hivyo hii hali inapelekea uh, wasiwasi uh, kwa dunia lakini pia watu, uh, kwa watu tunaoishi na VVU wanasema kwamba mpaka kufikia mwaka elfu mbili na thelathini, Yawezekana ule mpango uliokuwepo uh, wa Global AIDS ambao ulikuwa unatarajia kuhakikisha kwamba tunapunguza kabisa maambukizi mapya au kama sio kutokomeza kabisa uh, tatizo la UKIMWI unaweza uh, kukwamishwa kabisa na unaweza usiwepo, na matokeo yake badala yake kukawa kuna vifo vingi vya watu ambao wanaweza wakafa na tatizo la UKIMWI, lakini pia kukawa na kiwango kikubwa cha maambukizi ya virusi vya UKIMWI kwa hiyo hii ni hali ambayo inatupa mashaka sana, lakini jambo pekee ambalo tunaweza kumshukuru Mungu ni kwa sababu pia, uh, Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la UNAIDS umeweza kutoa kongole kwa baadhi ya nchi za Afrika kama vile uh, Cote d'Ivoire, uh, South Africa, uh, Uganda, Nigeria, kwamba uh, wameonekana uh, kuweza kujitahidi kuwekeza kwenye upande wa afya ili tu kusaidia wananchi wake. Na hata kwa kwetu hapa Tanzania, serikali kupitia bajeti yake ilielekeza baadhi ya michezo ya kubashiri fedha zitakazokuwa zikipatikana huko, makusanyo yatakayokuwa yakipatikana huko yaweze kuelekezwa kwenye wizara ya afya, hasasa katika swala so zima la kusaidia watu tunaoishi na virusi vya UKIMWI. Hiyo pekee ndio inayotupa faraja, huku tukiamini ya kwamba inaweza ikawa ni msaada kwetu hata baada ya wafadhili kusitisha misaada na kitu kingine pia ni ule mpango ambao serikali ilizungumza na kusema kwamba wanatarajia kujenga kiwanda kitakachokuwa kikizalisha hizi dawa za kufubaza makali ya virusi vya UKIMWI hapa hapa katika nchi yetu.